Kama vile ambavyo ni kawaida kwa samaki kuishi kwenye maji, ndivyo ilivyo kawaida kwa Mungu kuishi kwa ishara na maajabu. Nabii Ezekieli alivyopelekwa kwenye bonde la mifupa mikavu, akaulizwa, je, mifupa hii yaweza kuishi? Hakuweka mipaka ya kibinadamu, bali akajibu, ee Bwana Mungu wewe wajua kwa hiyo hakumzuia Mungu, hakumwekea mipaka, akamwachilia Mungu kwa kuona kwamba Mungu anaweza akatenda yale ambayo yeye anataka kuyatenda. Na wewe inabidi uwe na akili kama hiyo na uelewa kama huo, kwamba usijibu kutokana ufinyu wa utendaji wa kibinadamu, lakini umwachie Mungu atende anayotaka kutenda, afanye anayotaka kuyafanya. Katika hii video ninaenda kukuonyesha mambo saba yanayoashiria kwamba ishara na maajabu ndiyo kawaida ya Mungu ili baada ya kuelewa hayo uweze kumwachia Mungu atende kwa upana kwa vile anavyotaka kutenda. Nipe dakika zako chache kuwa nami katika video hii tujifunze. Jambo la kwanza ni hali ya mbinguni. Mbinguni ndipo anapoishi Mungu, ndio mji wake mbinguni. Kwa hiyo ukijua mbinguni kulivyo, unapata ile picha ya jinsi Mungu anavyoishi, maanake ni mji wake aliyoujenga ambapo wanaishi makao yake makuu. Sasa ufunuo wa Yohana sura ya 21 mstari wa 21, inasema na ile milango kumi na miwili ni lulu kumi na mbili na kila mlango ni lulu moja, na njia ya mji ni dhahabu safi kama kioo kiangavu. Imagine njia za miji ni dhahabu safi, hiyo ni kitu cha kushangaza, ni ishara na maajabu, lakini kwa Mungu ndio kawaida. Yani hiyo ndiyo namna ambavyo anapamba mji wake Unaona eh? Na ukienda katika mstari wa 23, inasema na mji yule hauhitaji jua wala mwezi kuangaza, kwa maana utukufu wa Mungu huutia nuru na taa yake ni Mwanakondoo. Kwa hiyo huko hakuna usiku, ingawa hakuna jua. Ni mambo ya ishara na maajabu, yani ndipo ndiyo hali ya maisha ya huko alipo Mungu. Hiyo ni jambo ambayo inakuonyesha kwamba utaratibu wa Mungu ndio huo, mambo ya Mungu ndivyo hivyo yalivyo. Jambo la pili ni viumbe vya mbinguni. Huko aliko viumbe vya mbinguni, ukiona katika Ufunuo wa Yohana, ukiona katika Ufunuo wa Yohana, Ufunuo wa Yohana sura ya nne kwa mfano Ufunua Yohana sura ya nne mstari wa pili na watatu, naongelea mara, alikuwa katika roho na tazama, kiti cha enzi kimewekwa mbinguni na mmoja ameketi juu ya kile kiti, na yeye aliyeketi alionekana mithili ya jiwe la yaspi na akiki, na upinde wa mvua ulikizunguka kile kiti cha enzi, ukionekana mithili ya zumaridi. Yani kwanza huyu aliyeketi kumwelezea inakupa tayari shida, kumwanga kujaribu kumpicha, yani kumjengea taswira inakupa shida haieleweki, lakini pia ukiendelea katika hiyo mistari inaongelea kuhusu wenye uhai wa nne. Mmoja hapo inasema, na huyo mwenye uhai wa kwanza alikuwa mfano wa simba, na mwenye uhai wa pili alikuwa mfano wa ndama, na mwenye uhai wa tatu alikuwa na uso kama uso mwanadamu, na mwenye uhai wa nne alikuwa mfano wa tai arukaye. Hawa wenye uhai wa nne kila mmoja alikuwa na mabawa sita, na pande zote na ndani wamejaa macho wala hawapumziki mchana wala usiku, wakisema, mtakatifu mtakatifu mtakatifu, Bwana Mungu mwenyezi aliyekuwako na aliyeko na atakaye kuja. Sasa hawa wenye uhai ukikutana wewe na huyu mwenye uhai mmoja arukaye kama tai na macho ndani na nje, unafikiri hautadondoka uzirai? Ni vitu vya ajabu vinatisha, ni ishara na maajabu, lakini ndiyo utaratibu wa mbinguni. Bado kuna malaika makerubi maserafi, yani mbinguni ni hatari, yani ni ishara na maajabu. Kuanzia Mungu mwenyewe, kiti chake cha enzi, mitaa ya dhahabu na viumbe vilivyoko mbinguni ni ishara na maajabu. Jambo la tatu ni utendakazi wa Mungu ukianzia kwenye uumbaji. Yani utendaji kazi wa Mungu ni ishara na maajabu, siyo kama utendaji kazi wa fundi Salehe, siyo kama utendaji kazi wa fundi Maiko. Zaburi ya 33 mstari wa 6 inasema, kwa neno la Bwana mbingu zilifanyika na jeshi lake lote kwa pumzi ya kinywa chake. Yani kwa neno la Bwana mbingu zilifanyika, na unafahamu kwa neno la Bwana Mungu aliumba viumbe. Unajua kuhusu kuumbwa kwa Adamu na Hawa, ni ishara na maajabu. Unaweza ukasema haya mambo yaliishia wakati wa uumbaji, kwenye hii tunavyojifunza katika mwanzo hapo aliumba ikamalizika, lakini hata ukisoma katika Yeremia, Yeremia sura ya kwanza inasema hivi: neno la Bwana linijia, kusema kabla sijakuumba katika tumbo nalikujua na kabla hujatoka tumboni nalikutakasa, nimekuweka kuwa nabii wa mataifa. Kwa hiyo hata leo watu ambao wanatokea tumboni wanazaliwa na mama zao, bado ni Mungu ambaye anawaumba, na jambo hili ni ishara na maajabu. Ndiyo utendaji kazi wa Mungu ni ishara na maajabu. Okay, usiishie hapo, twende kuhusu maisha ya kina Ibrahim na Sara mke wake. Hawa walikuwa ni wazee sana, walikuwa ni wazee alafu hawana mtoto wa kuzaa wenyewe, hasa katika ile Mwanzo 18 ambapo Bwana anamwambia Ibrahim, alafu baadaye akamwambia na Sara kwamba atapata mwana wa kiume. Sasa ukisoma katika Biblia, Mwanzo sura ya 18 mstari wa 11: basi Ibrahim waze na Sara walikuwa wazee na umri wao mkubwa, na Sara alikuwa amekoma katika desturi ya wanawake. Kwa hiyo Sara akacheka moyoni mwake akisema, ni wapo mkongwe nitapata furaha na bwana wangu mzee? Unajua, ukisoma kirahisirahisi hapa unaweza ukafikiria kuhusu hii furaha anayoongea ni furaha ya kubeba mtoto sawa. Kuna sehemu inahusu ni furaha ya kubeba mtoto, lakini tafuta bibilia tafsiri nyingine za kiingereza mbalimbali, angalia, utaona kwamba hapa alichokuwa anaongea ni kwamba furaha ya tendo la ndoa, enjoyment of sex. Sasa hawa walikuwa ni wazee, huyu ni ajuza, lakini Bwana anamtendea maajabu anamhuisha kwamba atapata enjoyment of sex, na huyu Ibrahim naye ni mzee miaka mia, lakini anahuishwa anakuwa kama kijana. Ndio maana ukisoma baada ya pale, Ibrahim na Sara wakapata mtoto, ndio Isaka. Lakini ukienda katika Mwanzo sura ya 25 unaona Ibrahim alioa mke mwingine jina lake akiitwa Ketura, akamzalia Zimrani na Yokshani na Medani na Midiani na Ishbaki na Sua. Alimuoa wewe Ketura baada ya mkewe Sara kufariki, ndio akaoa, lakini hakuwa tu na watoto hawa wengine na Ketura. Ukienda tena ka, hapo mbele katika mstari wa tano na wa sita unaona ya kwa kwamba Ibrahim akampa Isaka yote aliyokuwa nayo, lakini wana wa masuria aliyokuwa nao Ibrahimu, Ibrahimu akawapa zawadi, naye akawaondoa katika mahali alipokaa Isaka mwanawe, wakati wa uhai wake, waende pande za mashariki mpaka nchi ya Kedemu. Kwa hiyo Ibrahimu, baada ya kuzaa na Sara huyu mtoto wake Isaka, alizaa watoto wengine ambao ni watoto wa Ketura na watoto wengine ambao ni watoto wa masuria, wana wa masuria, yani suria zaidi ya mmoja. Kwa sababu gani? miaka mia alihuishwa akawa kijana tena, ndio utalewa maana ya kusema kwamba hurejeza ujana wako kama tai. Mungu ni wa ishara na maajabu, kwaiyo utendaji kazi wake katika uumbaji unaashiria ishara na maajabu. Twende katika jambo la nne ambayo inaonyesha kwamba Mungu ishara na maajabu ndio kawaida yake. Jambo la nne ni hali ya dunia kabla ya anguko. Hali ya dunia kabla ya anguko ilikuwa ni ishara na maajabu. Kwa mfano, wanyama walikuwa wanaongea na binadamu. Wanyama walikuwa wanaongea na binadamu ndio maana wakati ule unaona kwenye mwanzo pale nyoka anaongea na Hawa. Ilikuwa siyo kitu cha kushangaza, anaongea na nyoka. Yes alikuwa anaongea na nyoka, ilikuwa ni jambo la kawaida kabisa, halina shida kabisa kwa wakati huo. Kwa hiyo utaona nyoka akaenda akamwambia mwanamke, eti hivi ndivyo alivyosema Mungu, msile matunda ya miti yote ya bustani. Halafu mwanamke akamwambia nyoka, kwao anapiga stori tu, ni jambo ambalo lilikuwa linatokea kabisa. Ndio maana katika ile Hesabu sura ya ishirini na mbili unaona kuhusu punda wa Balaamu, akafunguliwa kinywa akaongea na Balaamu, wakawa wanapiga stori. Ni mambo ambayo Mungu alivyoumba yalikuwa yapo. Uumbaji wa Mungu ndio ni ishara na maajabu. Kwa sababu gani iko hivyo? Kwa sababu yeye Mungu ni wa ishara na maajabu. Ukisoma katika Isaya sura ya 11 inaongelea kuhusu nyakati zinakuja, ambapo watoto watacheza na nyoka. Ni kwa sababu gani? Kwa sababu ni Mungu ni wa ishara na maajabu yes, Usiende mbali, endelea kujifunza pamoja nami kwamba Mungu ni wa ishara na maajabu. Tumeshaangalia mambo manne, twende katika jambo la tano. Jambo la tano ni kumpa Adamu kazi ya bustani bila vifaa vya kazi. Yaani, huyu Adamu alipewa kazi ya kutunza bustani, lakini hakuwa na panga wala hakuwa na kisu wala mundu. Unajua kwamba hii ndio ilikuwa hivyo, kwa sababu Adamu hakuweza kutengeneza nguo ya ngozi ya kujivika baada ya kumwasi Mungu, wakakata tu majani ya miti wakajisitiri. Alikuwa hawezi, hana kifaa chenye cha kali cha kuua mnyama, kumchuna ngozi, kutengeneza. Kwa hiyo asingeweza kufanya kitu kama hicho. Kwa nini alikuwa hana kifaa cha nchakali? Hana jembe, hana panga, hana mundu, wakati inabidi aangalie bustani hii? Ni kwa sababu Adamu alikuwa ana operate katika ishara na maajabu kama ambavyo Mungu ana operate. Ukisoma katika Luka sura ya 17 mstari wa sita, Biblia inasema Bwana akasema, kama mngekuwa na imani kiasi cha chembe ya haradali, mngeuambia mkuyu huu ng'oka, ukapandwe baharini, na ungewatii. Kwa hiyo hapo inakupa picha ya kwamba Adamu alikuwa anatenda kazi kwa kuamuru mti ambao uzai matunda, anaamua ng'oka ukatupwe, kule unang'oka. Jambo la saba linaloonyesha kwamba ishara na maajabu ni kawaida ya Mungu ni kuotesha mimea usiku mmoja na kutoa viumbe wengi baharini. Tumeongelea hapo kwamba Adamu alikuwa anafanya kazi kwa kutamka, hasa ukisoma katika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 Mungu akamwambiya Ayona, Je, unatenda vema kukasirika kwa ajili ya mtango? Naye akasema ndiyo, natenda vema kukasirika hata kufa. Bwana akamwambia wewe, umeuhurumiya mtango ambao hukuufanyia kazi wala kuuotesha, uliomea katika usiku mmoja na kuangamia katika usiku mmoja. Nditaka uone hiyo pointi hapo kwamba huu mmeya ndani ya usiku mmoja umeshakuwa mkubwa kisemba unampa mtu kivuli hiyo ni ishara na maajabu, lakini ndio Mungu anavyofanya. Jambo lingine ni kwamba ukiangalia katika Hesabu sura ya 17 wakati kuna ubishani kuhusu kwa nini Haruni ndio awe kiongozi, awe kuhani wakati kuna wazee wengine wengi, ili kuondoa ubishani, Mungu akasema wale wazee wa Israeli waite fimbo zao za kutembelea. Sasa fimbo zao ni kama fimbo ya Mmasai, imekauka, ngumu, imeshakufa. Wakazikusanya zile fimbo. Hesabu sura ya 17 inasema kisha Musa akaziweka hizo fimbo mbele ya Bwana katika hema ya kukutania. Ilikuwa siku ya pili yake Musa akaingia ndani ya hema ya ushahidi na tazama ile fimbo ya Haruni iliyokuwa kwa nyumba ya Lawi ilikuwa imechipuka, imetoa machipukizi na kuchanua maua na kuzaa malozi mabivu ko fimbo ya kutembelea imetoa maua majani na matunda ndani ya usiku mmoja. Hiyo ni ishara na maajabu, lakini ndivyo Mungu anavyotenda. Mungu wetu ni Mungu wa ishara na maajabu. Ukisoma katika Hesabu sura ya 11 unakuta kulikuwa kuna manung'uniko kwa wana wa Israeli kwamba wametembea lakini hawajala nyama siku nyingi, wamekumbuka nyama. Kwa hiyo Mungu akasema atawaletea nyama watakula mpaka itawakinai mpaka itawakifu hasa. Ukisoma katika hiyo hesabu sura ya 11 kule mstari wa thelathini thelathini na moja kule unakuta kwamba walitoka kware wengi sana. Maandiko anasema, kisha upepo ukavuma kutoka kwa Bwana nao ukaleta kware kutoka pande za baharini nao kawaacha wakaanguka karibu na kambi, kama kiasi cha mwendo wa siku moja upande huu, na kama kiasi cha mwendo wa siku moja upande huu kuizunguka, nao wakafikiria kiasi cha dhiraa mbili juu ya uso wa nchi. Watu wakaondoka mchana huo wote na usiku huo wote na siku ya pili yote, wakawakusanya hao kware yeye aliyepata ya pungufu kuliko wenzie alipata kiasi cha omeni kumi. Nao wakawaanika wote kando kando ya kambi kuizunguka pande zote. Yaani, hapa ni kwamba hawa kware walikuwa wamezunguka hiyo kambi yao kwa miles kadhaa, miles siyo moja, miles kadhaa, na walikuwa wamerundikana kimo cha kama futi tatu hivi kutoka, kutoka ardhini mpaka juu wamedandiana juu kwa juu. Hawa wakware walikuwa ni wengi sana, lakini inaonekana wametokea baharini huko, na aliyekuhusanya kidogo katika wao alikuhusanya kama pishi mia tano hivi. Jambo la saba, ambalo linaonyesha kwamba ishara na maajabu ni kawaida ya Mungu, ni maisha ya Yesu. Yesu alifanya ishara na maajabu, lakini siyo tu kwa ajili ya kuvuta watu ili waweze kuamini Injili kama ambavyo baadhi ya watu wanafundisha, eti ishara na maajabu ni ili kufanya wasioamini waamini. Hiyo siyo kweli, ila ilikuwa ni mfumo wake wa maisha. Kwa sababu gani? Unajua kitu kama hiki, sikiliza. Yesu katika ile Mathayo sura ya 17 mstari wa 27, ambapo anamwambia Petro akarushe ndoano, ili akiitoa atampata samaki ambaye akimfungua mdomoni atakuta shekeli, aende akalipe kodi. Ule muujiza ulikuwa unahusiana na ili nani aamini? Sasa pale, maanake Petro ameshaamini, ilikuwa nani yaamini? Au ukifikiria muujiza wa Yesu kutembea juu ya maji, aitembea usiku, akiwa peke yake, anawafata wanafunzi wake kwenye boti. Hakuna asiamini pale, aliyetaka ili aone hakuna. Au Yesu alipokuwa anaomba mpaka akabadilika sura, ilikuwa ni muujiza ili kumwonyesha nani? Ishara na maajabu ulikuwa ndio mfumo wa maisha, ni mfumo wa maisha acho, alikuwa anajitahidi kwenda sio kwa ishara na maajabu mara nyingine, ili asionekane wa ajabu sana. Tuangalie Yohana, injili ya Yohana sura ya 21 hii ni baada ya Yesu amekwisha kufufuka. Hasa katika hii Yohana sura ya 21, unakuta kwamba Yesu amewafuata wanafunzi wake ambao walikuwa wameenda kuvua samaki. Yesu akawa yupo ng'ambo, nchi kavu. Yesu akawaambia, wanangu, mna kitoweo? wakamjibu la ko. Yesu akawapa maelekezo, watupe hilo jarife upande wakuume wa chombo watapata samaki, nawo wakafanya hivyo, wakapata samaki wengi. Kwa hiyo wakaanza kwenda kule nchi kavu kumfuata Yesu walipo, akaanza Simoni Petro kumfuata alafu wanafunzi wengine nao wakaja. Hasa maandiko yanasema basi waliposhuka pwani, wakaona huko moto wa makaa na juu yake pametiwa samaki na mkate. Yesu akawaambia, leteni hapa baadhi ya samaki mliowavua sasa hivi. Sasa hapo ni kwamba Yesu hakuwa na samaki wala hakuwa na moto wala hakuwa na mkate, ila wale jamaa walivyotii maelekezo ya Yesu kuvua samaki, wakaja pale pwani, wakamkuta Yesu ana moto wa makaa, ana mkate na samaki wengine ameweka pale, anawaoka kwenye kwenye moto. Hawa samaki wengine Yesu kawatoa wapi? na huu mkate na huu moto? Ishu ni kwamba maisha ya Yesu yalikuwa ni ishara na maajabu ndiyo maana pia hata hii maandiko yanaishia kwa kusema kwamba kuna mambo mengine mengi aliyofanya Yesu ambayo akiandikwa moja moja, nadhani hata ulimwengu usingetosha kwa vile vitabu vitakavyoandikwa. Yani, ishara na maajabu ulikuwa ndio utaratibu wake wa maisha. Ndiyo maana hata katika Marko sura ya 6 mstari wa 5 Biblia inasema eti wala hakuweza kufanya muujiza wowote huko isipokuwa aliweka mikono yake juu ya wagonjwa wachache akawaponya. Hivi unajua mtumishi yoyote Tanzania au huko nchini kwako ulipo, akiweka mikono yake juu ya wagonjwa wachache wakapona, ni jambo la ujiko sana. Lakini hapa andiko inasema kwamba wala hakuweza kufanya muujiza wowote huko. Ni kwa sababu gani wameandika hivi? Ni kwa sababu alikuwa anafanya miujiza ya ajabu ya kutisha, alafu ni mingi sana, ko swala la kuponya wagonjwa wachache kwao walioandika hapa ilikuwa sio muujiza, ndio kuashiria kwamba ishara na maajabu ilikuwa ndiyo utaratibu wa maisha ya Yesu. Sasa kwa nini tunajifunza mambo kama haya? ukisoma katika Isaya ya sura ya 8 mstari wa 18 inasema, na angalieni mimi na watoto hawa niliyopewa na Bwana tu ishara na ajabu katika Israeli zitokazo kwa Bwana wa majeshi akaaye katika mlima Sayuni. Yani mimi na watoto hawa niliopewa na Bwana tu ishara na ajabu katika Israeli, wanaoamini ni ishara na ajabu katika nchi wanayoishi, inabidi waende katika mfumo huo wa ishara na maajabu. Ukisoma katika Waefeso sura ya tano mstari wa kwanza Biblia inasema hivyo, mfuateni Mungu kama watoto wanaopendwa. Hii mfuateni Mungu ukisoma katika translations nyingine kama ya Kiingereza, Good News Translation inasema, Since you are God's dear children you must try to be like him au imitate God your father, yani mgerezee Mungu baba yako. Kwa hiyo kama Mungu ni wa ishara na maajabu, na wewe umefanyika kuwa mtoto wa Mungu, inabidi umgerezee Mungu kwa kwenda katika ishara na maajabu, hasa kama wewe unamgerezea Mungu kwenda katika ishara na maajabu, kwa sababu umeokoka, ni mtoto wa Mungu, alafu unaumwa, unategemea nini hapo katika huo ugonjwa wako kama sio ishara na maajabu miujiza, ili upate kupona au kama kuna mtu ambaye amekuita ukamwombee ukaongee naye, unategemea nini kama siyo ishara na maajabu na miujiza ya kupata kupona? Kwa sababu Mungu wetu ni Mungu wa ishara na maajabu, na sisi watoto wake tunaenda katika ishara na maajabu. Jina la Bwana libarikiwe. Kama alihuisha viungo vya Ibrahimu na Sara wazee sana mpaka wakafurahi, basi anaweza kuhuisha viungo vyako na wewe pia. Anaweza akahuisha figo, anaweza akahuisha maini, anaweza akahuisha moyo na kadhalika. Anaweza akakuponya, ukapokea uponyaji wako, ukarukaruka kama ndama katika majani mabichi. Maandiko yanasema aurejeza ujana wako kama tai. Kumbuka, Yesu Kristo anakupenda, na mimi pia nakupenda. Barikiwa.